Na barabara kabisa mpenzi mtazamaji, pote ulipo, natumai umeshinda vyema. Asante sana kujiunga nami kwenye taarifa za KTN leo wikendi. Mimi ni Mwanaisha Chidzuga. Kama ilivyo desturi yetu kila siku ya Jumamosi mwezi saa 12 unusu na kuandalia makala maalum ya kijamii, makala ambayo na mimi hilo tukiangalia maswala ya ulezi, hashtag yetu ikiwa ni ulezi matata. Ni wazazi kushindwa kulea au watoto kuwa vichwa ngumu vya kiwango cha kwamba masikio yamepita kichwa? Haya yote ni kwa muda usio mrefu, lakini kwanza tupate vidokezo na taarifa zetu. Ni mapenzi kwa walioaga au ni madhehebu kuzidi mipaka? Mwanamke awashangaza wengi wa kuizungusha maiti kilomita 20 kabla kuizika. Uhasama baina ya wazee wa jamii ya Kapchebugus na Radi wafanya binti ya Radi kukosa kumwoa. Tutakueleza kuhusu itikadi hii. Mtawa Stefani Nyadha afanywa ambarikiwa kwenye misa maalum iliyoandaliwa kaunti ya Nyeri. Kwenye michezo, Masi Cherono ashinda mbio za mita 1500 huko. Makala ya mwisho ya msururu wa riadha yakamilika Eldoret. na mtazamaji na vilevile mgeni wetu speciali katika makala yetu ya Kenya Halisi hii leo ni kutoka mjini Mombasa, anaitwa Kingston wa kibao maarufu nisa mimi nakupenda. Unakumbuka mwaka 2006, hapo kilivuma sana. Tuko naye live katika studio zetu za KTN wikendi. Lakini kwanza, mtazamaji, katika taarifa yetu ya mdahalo wa wikendi, tukizungumzia maswala ya ulezi Tata, ulezi na malezi katika wiki hii, mapema kuna mama moja aliamua kujitokeza wazi wazi na kusema hamtaki mwanae wa kike kwa sababu mwanae alikuwa amekosa maadili na heshima. Hivyo basi kufika kwangu cha kwamba amechoka naye. Kwa nini iwe hivyo? Na je, wakulaumiwa ni nani pale ambapo mtoto amekosa nidhamu kupita kiasi, amekosa maadili kupita kiasi? Ni mwana au ni mama ama baba? Jonjuma ameandalia taarifa hiyo. Sijui hata nifanye nini la zaidi, maanake mimi mwenyewe la zaidi nikisema nitakaa naye mimi mwenyewe pia naweza muumiza. Ndio kauli ya mamaye msichana ambaye nitampa jina lisilo lake Sikitiko, msichana mwenye umri wa miaka 17 akiwa kidato cha pili. Maisha yanamwendea sege mnege baada ya mama yake kindakindaki kumkana na kumfukuza nyumbani, hivyo kumwacha mikononi mwa jirani msamaria mwema. Tatizo, Mama asema mtoto wake anamtusi kupindukia na kupigana naye. Mimi sahii nimejitolea, nipe kitabu hata kama ni cha serikali, mimi ni saini, huyu mtoto simtaki mikononi mwangu. Babaye Sikitiko alifariki akiwa mchanga, akamwacha na mama na dada mkubwa. Pia ana ndugu wengine kupitia baba wa kambo. Mama anadai huyu Sikitiko hasikila mwadhini wala la mtekamaji msikitini kiasi cha kuingilia ufuska, asiweze kumnasua usiku usiku kule na vijana. Fanya nini saa hiyo? Nikimkanya tu hivyo, basi vita vishaanza. Mtoto kwa upande wake akidai mama amemtelekeza, asimnunulie hata sodo, ndiposa kwake lisilobudi limembidi na soda. Po ni, dangani, sometimes, ninunuliwa tama, ni, ni mafuta nipatia sometimes, kama ni pesa naenda nunua ole zangu vitu yani za kunisaidia. Mzee wa mtaa Yusuf Kiminza ambaye ameshuhudia masaibu haya amekuwa akimtafutia mtoto usaidizi kutoka kwa chifu baada ya mama kutishia kumshambulia kwa jembe. Yule mama, sasa shida ni kwamba yeye amtaki tena ule mtoto na kosa lake kubwa ndile la kusema mpaka amefikia mahali pa kudumuua mzee wa mtaa. Mzazi pamoja na majirani wanaungana kuwa japo sikitiko yutimamu, wakati mwingine hutamka maneno au hufanya vitu vya kushangaza. Ndiposa wanashauri mtoto afanyiwe uchunguzi wa akili ni kama ugonjwa umemtatiza akili. Hata mara nyingine anaweza kuongea tu kitu hata hakieleweke, alafu anaanza kucheka. Swali ni mbona alikopata hifadhi anakubali ushauri. Huyu mama ni kama ameshindwa na pembe zake, japo mzazi na majirani wanamsifia kuwa mtoto mwerevu apendaye masomo hata yeye asema haelewi jinsi anajipata ametukana na kupigana. Ingawa amepata hifadhi ya muda kwa jirani, haijulikani vipi maisha yake ya halafu yatakuwa, hasa ikizingatiwa yeye na mamaye wanasema hata kwa msamaha hawataki kuishi pamoja. Uh, uh, sidhani kaa nitarudi mimi hata wakisamehewa, hata hapo nishampeleka kwa chifu, kila pahali ainsumbue akili, manake naona nitapumzika hizo fujo fujofujo zake. Nimemsamehe zaidi ya mara saba sabini, hata sijui nitamsamehe vipi. Iwe swala ya ugonjwa, liwe swala la mwanamleavyo ndivyo akuavyo, au asosikia ya mkuu huona makuu, au hali ya ndovu kushindwa na pembeze, tatizo linasalia kuwepo. John Juma, KTN, mtaa wa Tabora, Mariakani, kaunti ya Kilifi. Na mshuka na mshuka sana sana saa ga kwa taarifa. Bila shaka ni taarifa ambayo pengine imetamausha wengi. Tangu lini ama iweje sikio liweza kupita kichwa? Iweje mwanamke ambaye mama aliyekuzaa amembeba tumboni miezi tisa afike kiwango cha kwamba akwambie hataki kukuona au ajaribu kutoa uhai akitumia mikono yake yeye mwenyewe? Kumekosekana nini? Ninafikisha katika kauli yako na kuuliza: je, pale mwana anapokosa maadili, anapokosa tabia na kupotea, wakulaumiwa ni nani, ni mzazi au ni mwana? Pale mwana anapokosa maadili na kupotoka ulimwenguni, wakulaumiwa ni nani? Ni mzazi au ni mwana? Tuma maoni yako kwa nambari mbili mbili moja tano tano mbili mbili moja tano tano au kwa hashtag yetu KTN leo weekend, hashtag ulezi matata malezi ma, ulezi matata, au hashtag KTN leo wikendi. Alafu kwa muda usio kwa mrefu ntaweza kusoma baadhi ya jumbe zenu moja kwa moja. Basi karibuni katika sebule yetu ya KTN leo wikendi, babu Wakasiaka, mshauri wetu na vilevile mgeni wetu special kutoka Mombasa Shukra Kingston Nashukuru. Ma eh maarufu sana kwa muziki na vile vile wewe ni mzazi. Ehe. Ehe. Karibu katika studio zetu za Kitende. Vile vile mtazamaji, kumbuka Kings nitakuwa naye katika sehemu yetu ya Kenya halisi. Yuko na mambo mazuri ametuandalia, vile vile aelezea ni yapi amekuwa akifanya tangu mwaka 2006. Lakini kwanza, mada hii kinda kinda kiumisikia. Babu wa Kasiaka. Moja kwa moja swali la mwisho la John Juma. mm -hmm. Kumekosekana nini? Mhm. Mm, Mtoto kufika kiwango kile Naam. no kupita kichwa sikio kupita kichwa, mm -hmm. ya kwamba anazungumza anabishana na mamake anapigana na mamake, wajua na na. Aisha, nasikia habari hiyo kwamba babake mtoto aliaga akamwacha akiwa mtoto mdogo Lug. sasa na, ulezi wataka, wakati mwingine mtu anapolea watoto kutakuwa mm -hmm. makini na kutizama wale watoto wana ndoto gani, wanapokuwa watoto wako wanapokuwa pale nyumbani inakuwa namna gani mm -hmm. mzazi akija kuaga uh -huh wakati mwingine mtoto anaweza kupatwa na mshtuko kama kwamba ndoto yake aliyekuwa akiota kama kwa mfano haitatimia. mm -hmm. na wakati mwingine umakini kutoka kwa upande wa wazazi unakosekana, kuwepo kwa makini na kuangalia huyu mtoto mm -hmm. a, baba ameaga ama ametalekiana. no. amepata mshtuko wa aina gani? mm -hmm. amepata mambo ya namna gani? wanasema watoto ambao wanajiamini mm -hmm. walio na ndoto kuu zaidi mm -hmm. mzazi mmoja anapoondoka ama kutokea itilafu katika ile ndoa, wale watoto huwa wagaidi wanapokosa mwelekeo, wanapokosa mtu wa kuwaongoza na kuwapa ushauri, wanaweza kuwa wagaidi nani. kwa sababu gani? Kwa sababu al anaota mambo ambayo anataka yatekeleze, lakini wakati mwingine wota zaidi kupitiliza nani. akaenda zaidi. Okay, na, na ile ndoto yake isipolelewa vizuri nani. na mwongozo, anageuka kuwa gaidi nani. na anaweza kukua mtundu na kuwa mtundu akiwa mtundu hmm. Basi anaweza akasema lolote. Aha. na mzazi asipoelewa kwamba pengine utundu umetokana na ndoto ambayo mtoto alikuwa naota hmm. Na haijatimia no. Ama sijamwelekeza kuipokea kuipata hmm. Basi mzazi ataamua moja kwa moja mtoto huyu ni mtundu hmm. Waona baada ya kuangalia kwamba mtoto huyu utundu umetokana na nini? Maanake utundu una sababu. Wanasema watoto ambao kidogo hawajieshii hawajiamini, hmm. Wao wanaweza kuji

Aha. Na vile sasa umekuwa baba Aha. wa watoto wasawa mtoto wa kike Aha. na uwazi wa jamii vile uliopo hivi sasa, uoga wako mwingi yeah. biggest fear unapolea mtoto wako wasawa wa soa, kike saizi ni ipi? mm -hmm. Unaona kama saa hii tunaita watoto wa digital mm -hmm. Sio bure maanake mambo fulani ya, ya kisasa yameingia ya kimtandao na, na unapata watoto umri kama ule mm -hmm hata kule walioko kule shuleni wanaenda. Naam. ule umri wa special wangu wa kike, kuna mambo mengi sana wana, wana, wanapitia kwa sababu kama yeye anajua kuingia kwa simu, ana chat na simu mm-hmm. anajua kujifanyia mambo na simu. na simu sasa, mi kama mzazi jukumu na sisi pia si, ati ni wazee vile bado sisi tuko ni vijana so, challenge challenge yetu kubwa ni kujaribu ku, sisi kuanza kuadjust mm -hmm. kuangalia vile sisi tunaweza kuwalea kuwalea watoto ili tusije tuka mbele ya safari wakatushinda. Kuwa wazi nimejiweka mm -hmm. kuwa wazi na yeye mm -hmm ndio nipate kujua e, yes, sana sana nataka ama nataka anakumba, anakumbana na nini huko nje. So akitoka shule lazima niongee naye kidogo uweze kujua e, aniambie stori yake na mm -hmm. nimsikize hapo, ndo na, na pia mimi namsoma zaidi. na Babu Wakasiaka, ni sisi wazazi yeah. Kwa siku hizi unajua, wengi tumeza tuko wadogo sana <laughs> abi tofauti yangu mimi na mtoto wangu wa kwanza <laughs> nikifika miaka arobaini inshallah mm -hmm. atakuwa tuseme kidogo nusu ya umri wangu, kwa hivyo no, tuko ukituangalia kwa kimo na saizi ya mwili tuko sawasawa sawa. Mm -hmm. Huonekana kwamba sisi wazazi tumezaa mapema sana, mm -hmm. na tukasahau, mm -hmm. ama ile gap ikawa ndogo sana, mpaka sasa watoto wetu natuona kama tuko umri mmoja kiwango kimoja na wao, hivyo basi wanashindwa kutuheshimu kama vile ilivyokuwa sisi na wazazi wetu. Unajua kila mtu alikuwa baba akisema amesema, mm -hmm. mama akisema amesema, mm -hmm. siku hizi tunajaribu kuwa marafiki sana na ile kwamba inafika kiwango cha kwamba hawatusikizi. Uh, wajua umri pia una, unachangia, lakini la muhimu hapa kwamba mzazi ni mzazi mm -hmm. na mtoto atamheshimu mzazi kutokana na jinsi ambavyo mzazi mm -hmm. anapotangamana na yule mtoto ah -hmm. mzazi anapeana namna gani nidhamu ah -hmm. kwa yule mtoto mm -hmm. unapeana nini? Kwa sababu kuna ile nidhamu nataka nikupatie, lakini nakuzomea ah -hmm. oh, mba, nakuja, na badala ya kwamba nakuja tuzungumza na kurekebisha, napeana ushauri na pia nataka naangalie wewe una, unatatizika wapi mm -hmm maanake sisi hutoa ushauri ama tunatoa msomo na mzomea mwanangu, lakini sijajua anatoka wapi na anakwenda wapi. Maanake lazima nijue anatoka wapi na nakwenda wapi. Kwa mfano, lazima nijue pia na mtoto anakuwa ni mtu ambaye katika hali yake ni mtu ambaye kidogo ana heshima zake, anataka pia nimchukue, lakini hii haina maana kwamba mimi mzazi nikose kumpa nidhamu. Je, na ta vipi nidhamu hii na, naitoa kwa kumzomea. uh -huh. nakosa kumwelewa wakati pengine ana, ameshushika moyo na, wakati ana stresi wakati ana changamoto nakosa kuelewa, alafu nasema utoto tu ni utoto, waona? uh -huh. Sasa hivo nitamkabili namna gani? uh -huh. hata kudharau mtoto kwa sababu mempata mapema. uh -huh. Atakuheshimu mtoto uh -huh. kulingana na jinsi unavyotangamana naye na jinsi unavyomwelekeza uh -huh. na jinsi unavyomlea na kumsikiza pia. Kingston mtoto wako ana miaka minane anapokosea maana ni watoto, watoto wajua wana mitihani yao, lazima. Ni mbinu gani unatumia ya kumpa nidhamu ili asionekana kwamba baba ananionea ama, uh -huh. anakuogopa ili kesho asifiche. Uh, vile nimekuambia hapo awali, mi nime vile nimelelewa kwanza. uh -huh. Mimi uh -huh. wazazi wetu walikuwa ni wakali sana especially babangu ilikuwa ni mkali sana mm -hmm. Lakini ni through hiyo nimekuja nikasoma, kuna vitu fulani nilikuwa siwezi kumwelezea sababu Aa. nishajua hubuda, ah, oh, bana ni mkudas mm -hmm. Unaona vile tuna, tuna, tunaambiana, manaake tukowa saba mm -hmm. ni mkali so kuna vitu atumwambii lakini kuna vitu tuko tayari kuongea na mama na maanake na, kuna jinsi anatufuata, so mimi mm huyu -hmm. dota wangu sana sana, sana aki, akiwa amekosa kwanza, tayari mimi naye ni si ni marafiki hivyo naweza sema, maanake ninamuelewa kiundani mm -hmm. So akija akikosea kwanza, kama amekosa tani, atakuja ataniambia bila, bila. Bila dadi bana mimi nilifanya hivi na mm hivi -hmm so nilikuwa naomba uni unisamehe. Nikamwambia ni sawa, lakini usirudie, maanake wajua, ukiendelea kurudia tutaelewana tutaelewana. Na kwa ile mazungumzo, communication ni muhimu. Mama pale amesema mtoto wake amemchosha, nitakata ende kwa idara ya polisi, ende kwa serikali aandikishie, mchukueni, simtaki mtoto anapofika kile kiwango kile cha kwamba mm -hmm. amemchosha mzazi wake, mzazi kufika kile kiwango, ni mzazi ameshindwa kumwelewa mtoto ama mtoto ameshindwa kumwelewa mamake, kana kwamba sasa anatafuta urafiki, anaona yuko salama kule nje kuliko kwa nyumbani. Isha kuna mahala ambapo mama huyu alimpoteza mwanawe, hakupata kumfuatilia na kumjua mwanawe na kuona namna gani. Kuna mahala mtoto huyu alipotea na, na akatoka katika kiwango kile cha kuweza kuwa mtoto ambaye atataka kutii mamake na lelewe, hasa mamake ana baba wa kambo mm -hmm. na kuna tatizo pale mm -hmm. mtoto anamtizama mama na baba wa kambo wanatangamana namna gani mm -hmm. baba mama na baba wa kambo wananichukua namna gani. Je, mama ana mudhamini sana baba wa kambo kiasi ya kwamba mapenzi yale anataka kuyatunza. Sia kwamba namsahau mwanawe asimlee asimwajibikie, yeah. Na je huyu mtoto ni mkosoaji wa mamake kwa uhusiano wa mamake na babake wa kambo? mm -hmm. kama mtoto huyu ni mkosoaji mm -hmm. anakosoa kwa nini? mm -hmm. mtoto huyu alimpokeaje baba kambo? baba kambo. Baba kambo alipokuja katika maisha ya mama alimpokea namna gani? mm -hmm. na walizungumza kabla mama hajamleta baba wa kambo na watoto wakaelewana kwamba baba wa kambo ameaga na, mm -hmm. na mimi mtu wa kike lazima niwe na mume, wakazungumza hama wakulizungumzia. mm -hmm. kwa hivyo kuna mahala ambapo huyu mtoto alikosea, mama alikosa kumwelewa. Mwelewa na mtoto akapotea, kapotea kutoka katika jamii mm -hmm. na mama pia akapotea bila kufuatilia na kujua makuzi ya mtoto mm -hmm. nini kinachomsumbua mtoto no. ameshushika namna gani moyo mm -hmm. amevunjikiwa wapi mm -hmm. wapi, hanielewi? okay. ana ndoto zipi mm -hmm. ambazo pengine mimi sijazielewa kumsaidia kuzitimiza. Kuzitimiza, kwa hivyo mtoto kutaka anaweza kuwa jeuri no. kukufanya wewe, wazungu wanasema to draw your attention, uanze kumuuliza mama kuna Hashtagia nini? Kwa sababu anataka mkiti naye umuulize, mwanangu, kuna nini? mm -hmm. Lakini lawama tuhuma hazitusaidia. Nasoma baadhi ya ujumbe mtazamaji. Hashtag yetu ni kechenleo wikendi, hashtag nyingine hapo ni malezi na no ulezi matata. Nasoma ujumbe wake hapo, wasema watoto hawa hawaandiki barua za kuzaliwa wazazi wenyewe ndio walaumiwe pale mtoto anapokosa adabu. Mtazamaji mwingine hapa anasema ni jukumu la mzazi, alafu jamii kishindikana, atafunzwa na ulimwengu. Unajua kitambo babu, mm-hmm, na Kingston, ulikuwa mtoto analelewa na jamii nzima. Jamii nzima, ukikosea pale nje, kabla hujafika nyumbani kuchapwa na babako au mamako, kuna jirani kule nje pengine ashakutia adabu, ama ankuja akakusema, mwanao nimemuona ameiba chumvi kwa jirani fulani. Sasa kabla hujafika nyumbani habari imefika. Lakini siku hizi jamii kama ile tarehe tuliona z msari wa mbele kusema mtoto yule alishinda, yule ameapemba, yule amemshinda mamake, ama utamlaumu mama? Ah, mama yule naye hajui kulea, badala ya kutafuta suluhu kama vile ilivyokuwa awali. Je, jamii imeshindwa sasa kuwalea watoto kama vile tulivyolelewa sisi, na kwa mfano mwema? si kwa familia, lakini kwa jamii kwa ujumla, jamii inashindwa. Tutasema inashindwa kwa sababu gani? Nidhamu ilikuwa ni ya mseto kwa pamoja, jamii inatoa nidhamu na wakati jamii inapotoa nidhamu, mtu anajihisi kwamba niko kwa mahala ambapo nawajibika na. Kuna mtu ambaye nawajibika kwake, mm -hmm. Kwa hivyo nikikosa fulani ataniadhibu, mm -hmm. Lakini jamii ambapo tumefika wakati ambapo mtu tunaigiza sana ubinafsi na. Sasa inakuwa mtu na jamii yake, individualism wazungu wanasema vile. Wewe na jamii yako, mimi na jamii yangu. Kwa hivyo utapata kwamba jamii si kama pale awali ambapo inakuja kuchangia katika kuona nidhamu inaendeshwa namna gani na. Hatuwajibikiani kama jamii moja. Kwa hivyo tunapomwacha kila mtu na mambo yake, kwamba Mungu na. wetu sisi wote, lakini kila mtu kivyake. Kivyake. Basi hapo ndipo tatizo linaingia na. Sasa mtu anapokosa mahala ambapo anaweza kuegemea kusema nitakimbilia kwa mjomba ama nani, basi wewe kama umeshindwa kumlea mwanao basi hayo ni ya kwako, usituletee sisi. Siku hizi kila mtu na jamii yake, basi mtu ataharibika. Nasema hata hata hata mi naweza muunga mkono babu. Sababu gani? Ukiangalia kitambo, ukikosa sisi, ulikuwa lazima ni lazima upewe adhabu, si ati mambo na maybe utakuwa na kitu nyingine, lazima upewe adhabu sababu umekosa sawa na shuleni pia ni lazima upewe adhabu. Lakini unaona saa hii vile babu wasema, saa hii kumeingia ule ubinafsi, imevunjika hiyo. uh -huh. shuleni siku hizi mtoto kupewa adhabu mwanzo inakuwa ni kesi, imebaniwa mwalimu. uh -huh. Haya, mzazi ukimtandika kidogo asikie wale majirani wanachukua habari, wanapeleka, unaenda shtakiwa. Lakini mimi Eh, nimechukua ninayo responsibility sasa kama mzazi kuhakikisha kwamba amefanya kile kilicho sawa na mm -hmm. Akikosa naam, na arudie lile kosa mm -hmm. Nitampa adhabu yeah. Sababu tu, ni, ni, ni, ni, ni, ni uzalendo wa Afrika mm -hmm. Na ndio umetupatia zile mila na desturi zetu bado tunaziona zipo, zipo. Lakini zile za wazungu maona zimeenda zikafifia zinaanza kutukoroga mpaka sisi sasa, uh -huh. Unaona kuna ule mwelekeo, lazima uanze kapia wewe mzazi, ujaribu mzazi. kumwelekeza hata kama kuna haya mabadiliko ya kiteknolojia tunayakubali, no. Lakini je, unaweza yatumiaje pia Ku, kuwasiliana na mtoto wako mukaelewana, mkaelimishana. Naam, katika yeah? kumalizia babu yule. mm -hmm. Msichana mtoto miaka kumi na sita yep. Amejihusisha na maswala ya ngono. mm -hmm. Anasema anafanya. mm -hmm. Anajihusisha na maswala hayo kwa sababu mzazi wake mamake hamwangalii kwa mahitaji muhimu. mm -hmm. Wajua mtoto anajua anaweza kujihusisha kwa vitu ambavyo ni hatari kutaka kuudhi wewe mzazi. mm -hmm. Potelea pote. Hii ni ishara kwamba hata nidhamu yako siitaki. mm -hmm. Hii ni ishara kwamba mimi, mimi wewe sitaki. mm -hmm nahuna lolote kwangu uhusiani no. na mimi lakini no. katika kufanya hivyo ni hasira, anafanya kutokana na hasira no. kwa hivyo liwalo naliwe, kama ni kufa nife no. kama ni ujauzito wacha nipate, kwani kuna nini? no. Basi anasema naendesha maisha yangu ninavyoitaka mimi mwenyewe no. kwa hivyo siwajibiki mahala popote no. na hakuna mtu anahusiana na mimi hata hivyo. Je, kumregesha mtoto ile kwa haraka tutamregesha vipi? Ndio yule mtoto mwanzo kabisa anataka la msingi ajue mamake anampenda. Mamake lazima amwambie, amuonyeshe anampenda no. la msingi hilo, amuonyeshe anampenda na atake mamake kumwambia, nataka kukusikiza, nataka no. na nikuelewe, pengine sijakuelewa no. si haramu wala vibaya mama kusema mwanangu, pengine sijakuelewa mm -hmm. naomba nikuelewe, nieleze no. E, wataka vipi mm -hmm. lipi ambalo sijafanya no. no. Wajua, hivyo haimaanishi kwamba sasa wewe heshima kwa mtu kwa maanao haipo no. hii inaonyesha kwamba kwa kweli unampenda mm -hmm. Ndio kiasi unashuka kiwango hicho cha kusema nataka nikuelewe no. no. <laughs> Mada yetu ya weekendi, malezi, ulezi matata. Kiongozi wa wengi bungeni Adan Duale anasema haogopi wala hatakubali kushurutishwa kutoa majina ya wale ambao wanahusika na ugaidi. Ndio sehemu yetu ya pili, taarifa yetu. Kuna vile vilevile katika sehemu yetu ya Kenya Halisi, tuko naye vilevile Kingsten. Ah, nisa mimi nakupenda, tatuimbia leo na kibao chake kipya live katika studio zetu. usende mbali.